Mchakato huu ni muhimu kwa ustawi wa maendeleo nchi yetu, na tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kuopita katika hatua za mchakato za chaguzi za amani tangu tulipopata uhuru. Inawezekana kumekuwa na mapungufu hapa na pale katika michakato kadhaa hapo nyuma, na kwa vyovyote vile, ipo nafasi ya kuboresha kila mara kuwezesha michakato hii kuwa ya haki zaidi na kuwa yenye amani zaidi. Sisi tunaona kuwa ni jambo zuri kutaka kuboresha michakato hii. Hata hivyo, hatuungi mkono njia zozote zenye namna inawezesha kusababisha kuvunjika kwa amani ya nchi yetu kwani tunu ya amani ikichezewa uweza kuponyoka, na tunayofahamu mifano mbalimbali duniani kuwa ni vigumu sana kurejesha amani iliyopotezwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanasiasa na watu wote wanaohusika katika kuandaa kunadi sera zinazotafuta kushika madaraka kuwa na hofu ya Mungu. Tumeshuhudia nyakati kama hizi, michakato ya uchaguzi imehusika na kuleta vitendo vya uhalifu. Tunataka kutumia fursa hii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 Tunawasihi watanzania wote kukumbuka kuwa waadilifu na wenye hofu ya Mungu. Rushwa, uzushi, matusi na mambo yanayofanana na hayo ambayo hujitokeza nyakati za uchaguzi ni mambo yasiyompendeza Mungu. Tusimame katika kweli, tuwapime watu kwa uwezo walionao na nia njema walizonazo wanapoomba kuumbwa mkono katika kupewa nafasi za kushika madaraka. Tukisimama katika kweli na kumwomba Mwenyezi Mungu kutuongoza katika maamuzi haya, tutafanya uchaguzi wenye haki na wenye amani. na kuhitimisha Kabla sijahitimisha hotuba yangu napenda kutoa pongezi zetu kwa kanisa Katoliki duniani kwa kufanikiwa kumpata kiongozi wao mkuu Papa Leo wa 14. Tunamwombea Papa na kanisa zima ili kusudi la Mungu kwa kanisa liweze kutimia. Tunatoa rai kwa diocese ya Southern Highlands, wahudumu, waumini kuendelea kushikamana. Tumesikia habari hizi mara kwa mara katika hotuba zetu za leo. Tushikamane, tunayo dhamana kubwa. Kama kanisa hatutafanikiwa iwapo tutaishi kinyume na mapenzi ya Mungu ambayo yanatuhimiza kuwa na umoja na pale ambapo mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya staha, yote yaliyo haki, yote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza na yote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, tuyatafakari hayo mambo. Tunayojifunza kupitia injili ya Kristo, na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona, tuyatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nasi siku zote. Ndivyo anavyosema Paulo kwa Filipi sura ile ya 4 mstari wa 6 mpaka 9. Narudia kuwashukuru sana wote ambao mmekuja katika tukio hili, mshukuru sana mgeni rasmi nawashukuru sana namshukuru sana mke wangu Mheshimiwa Dr Jaji, uh, Jaji Dr Fedora Mwenegoa kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuniombea na kunitunza. Nawashukuru sana watoto wangu Cristabela, Ethan, Erica na Robert kwa kunipa muda wa kufanya majukumu ya kazi ya Injili. Nawashukuru sana dada zangu na wote ambao mpo hapa na kipekee sana mdogo wangu Dr John Kahemele ambaye anantia moyo na, na kuniumba nami sana mara kwa mara kila wakati. Nawashukuru sana wahudumu wenzangu wa darasa ya dares